Happy Mother's Day for all the women in the world. Tunatakia mama zetu siku njema kwani wao ndio msingi wa familia zetu. Story moja ya kuhusu adhabu nilipewa na mama yangu, lakini imekuwa funzo kwa maisha yangu. Ni story moja ya kutekesha lakini ya kufundisha sana. So tulipokuwa wadogo, mimi na dadangu tuna tofauti kama miaka saba. Nyumbani ilikuwa kutokea wageni, labda unakuta umebaki chupa ya soda pale nyumbani. Kwa hiyo katika ugomvi, mama anasema basi So what she does, anachukua chupa na glass. Mimi kwa sababu ni mdogo naonekana mkorofi ananiambia gawa. Kwa na gawa. So usually kwa sababu udogo wangu kwenye chupa ingi, like shayeka, mama, so, shibu, ili, so, na bakisha nyingi afu kwenye glass naika kidogo. Nikishaweka mama anamwambia dada chagua. So she will so ala chukua ile ya soda nyingi. Napiga sana na kelele na lia. Na she was teaching kwa fair. Na kesho tena. Anakuja anasema sasa gawa tena kama imebaki nyingine. Mimi najaza kwenye glasi, huku nabakisha kidogo. Sister akiamua kuchukua anachagua ile nyingine tena. It went on kwa zaidi ya mara tano mpaka akaja kule mwenye ilikawa fair. The last time, nimeambia gawa nikaweka fair. From there on nililen kufundishwa kuwa fair, lakini it was something about to live with me forever. Nimekwenda mpaka kwenye maisha yangu nimeanza ku apply na mimi kwa watoto wangu. Kuna mmoja mkorofi namwambia gawa, yule mkimbi anaambia achague. So fairness si imeendelea. Happy Mother's Day. Tuna washukuru hata sisi watoto wakorofi. Mama zetu asanteni sana. Uh, hadhabu ni nyingi sana nikuwa napewa. Uh, tunajua ukiwa unakuwa mtoto unakuwa na, na mambo mengi nanahitajika no, kurekebishwa, ila adhabu ambayo ninaikumbuka mpaka sahizi ambayo ilini, imenifunza ni adhabu ya kuingia jikoni na kupika. Mama yetu alikuwa na tabia kwamba ukifanya makosa anakupa uh, adhabu ya kushinda jikoni, kwahio unakuwa mpishi kuanzia asubuhi mpaka jioni unapikia familia. Hicho kitu kwa kinanikera sana ila nashukuru ni adhabu ambayo imenifunza, imenikuza vizuri. Mpaka sasa hivi mimi ni mama pia na ni mpishi mzuri sana kwa familia yangu, kwa hiyo nashukuru kwa adhabu hii. Happy Mother's Day. Okay, so to me, naweza nisiite kama ni adhabu, lakini ilikuwa ni kama ni fundisho. So wakati tunafunga shule tulikuwa wadogo, tukifunga shule dada wa kazi alikuwa anaruhusiwa kwenda na likizo. So ifano tumefunga shule Ijumaa, ikishafika Jumamosi dada ana handover kazi zote za nyumbani Hichi kiko hapa, hichi kiko hapa. And then nyumapili dada za nyumbani bila ena haua u tusaidia, unafanya kazi za asubuhi, unapika chakula cha mchana, unapika chakula cha jioni kwa kwa kinafanyika, kinafanyika time mama pia alikuwa anaenda kazini kwao, nyumbani kunakuwa hakuna mtu, ni sisi wenyewe tuna organize each and everything. So kudos to mama Sekwao and Happy Mothers Day. Ok ah, mi bwana binafsi, uh, mama wangu mzazi hajawahi kunipa adhabu. Sasa nahisi alikuwa ananipenda sana, hicho ndo ninachohisi mimi. Lakini kusema kwamba ile kunipa adhabu kama adhabu ambayo mimi mpaka leo naikumbuka, uh, hakuna kitu kama hicho. Happy Mothers Day. Nilipomaliza shule ya msingi nilienda shule ya sekondari ambayo ni shule ya bweni na nilipofika huko nilikuwa napenda kuandika barua kwa mama yangu. Mama yangu ni mwalimu. Kwa kila nilikuwa nikimwandikia barua nilikuwa nachagua lugha ya Kiingereza na kila akipata ile barua alikuwa ananitumia correction. Yaani kila ile sehemu ambayo mimi nimekosea kuandika ananifanyia marekebisho kwake ni jibu, ilibidi tena niandike tena barua kwake nifanye ni, ni marekebisho ya vile ambavyo alikuwa nimekosea. Hiko kitu kimejenga sana na kwenye uandishi wangu, nimeweza kuwa mzuri zaidi kwa ajili ya mama wangu kuweza kunielekeza vile. Happy Mother's Day. Kwa bahati nzuri au mbaya, mtaamua wenyewe, nilibahatika kupata internet ilivyokuwa mdogo sana, so wakati huo ilikuwa dial up kupitia kampuni ya simu sasa mpaka hapo, bili zetu za simu hazikuwahi kutisha kihivyo, kwa kweli sisikumbuki, lakini zilikuwa za kawaida. Siku moja bwana, ikaja bili ya mamilioni, kama nakumbuka vizuri, labda milioni tatu hivi. Mama akaipokea hiyo yu bili huko ofisini, akapiga nyumbani, of course nikapokea mwenyewe, kielele changu niko karibu na simu kila siku. Kapokea bwana, kaniambia aha, umepokea wewe hii bili, unaielewa wewe? Mi sijaielewa kirudi nyumbani, tuka, tutazungumzia hii hiyo ndo mcheza mm, kusema mara ya kwanza na mara ya mwisho ya kupokea kichapo cha aina hicho. Nikosiwe kupigwa makofi nini, tototo mtundu kidogo, nilichapwa na mkanda, na nadhani sina uhakika, sijaongea na therapist, lakini nadhani ndo sababu sipende kuongea na simu mpaka leo. Happy Mother's Day! NBC Daima karibu nawe.